Sikilizeni hili neno wa bosi alilosema. Naomba bosi urudie. Niwasema kwa wengi hawapendi kurekebishwa. Traditional, traditional wengi, wengi hampendi kurekebishwa. Hmm. Na nataka nitume salamu kwa traditional wote mnaotumia mtandao wa TikTok. <laughs> Yaani jamani ni hampendi kurekebishwa, mnaelekezwa ni wabishi, ni kusema mabosi wenu vibaya. Nimependa sana hii feedback ya bosi ya, ya bosi wetu hapa. Anasema traditional ni watu ambao inabidi ufanye kazi kuwa treni si ndio eh? Mabosi wako tayari kuwa treni, lakini nyinyi hamko tayari kufundishwa, traditional hamko tayari kufanyaje? Hiyo, yeah. Ndio shida uh -huh. Tuendelee, madam. Kwa hiyo kwenye ile miezi ya mwanzo hapo unakuwa baba unamfuatilia kwa lengo zuri ili amase kazi zako. Sasa mm -hmm. So anaona ndo anaanzaga maneno. Huyu mama anabuka, anagubu, anagubu. Sijui ananifuata fuata mm, nini lakini Arifiki. Lakini wewe, <laughs> eh, eh. Lakini wewe unajikuta kwamba uko pale ili umwelekeze. Mm, na unajijua kabisa hii miezi miwili nitatumia muda mrefu aelekezeke. Utegemee baba baada ya mwezi wa tatu kidogo na wewe unaacha sasa ile kumfuatilia fuatilia, anaanza kujisimamia mwenyewe. Sawa sawa. Kwa hiyo shida kubwa ni hapo, wengi wao hawakubali kuelekezeka. Wengine wanakuja na Hai mind zao, yaani kichwani tayari kwamba mabosi ni watata, si nini mm. Kwa hiyo mnakuwa mnaanza kuishi kama mnashindana hivi kabisa mpaka mm. mje mkae saa wote mwelewane Mm. Inakuwa ngumu, na mwingine anakuja tayari, kwa mfano labda kwenye mapishi, tuamini kila mwanamke anajua kupika. Sasa so, unakuta mwingine anakuja tayari ana idea yake ya mapishi huko, ukija ukimbadilisha tu kidogo, anaona kama wewe masharti, unampa kazi nyingi sijui nini. Kwa hiyo kumaster vitu vidogo vidogo inakuwa inachukua muda. Wachache wanakubali mm. akipika mara kwanza ukimrekebisha, mara pili anakuuliza, mara tatu, baada hapo unakuta amemasa kabisa, ila hao ni wachache mm. Na mimi hao wachache nataka niseme ni wale waliolelewa vizuri. Watoto wenye maadili mazuri ya heshima ya kuelekezwa. Lakini ukishakuwa ni mjeuri, yani ukishakuwa ni mtu ambaye hutaki kuambiwa, hutaki kufundishwa, unataka ufanye unavyojua wewe, lazima huwezi kukaa kwa bosi. Ndio hao ambao yani ukimpeleka dakika moja ameondoka. Kwa sababu gani? Uwezo wako ni mdogo, bosi anataka akuelekeze, akufundishe, wewe unaanza kumuona ni mtata, unaanza kumuona na masharti mengi unaanza kumuona ana mambo mengi. Jamani, yani mmesikia feedback ya bosi wetu hapa, hasa kwa wadada ambao ni traditional. Tuko hapa kwa ajili ya kuwasaidia jamani, eh? Muelewe kabisa ubora wa kazi zenu bado uko chini, ni ubora wenu ni mdogo, ni wa kusimamiwa. Mmesikia mwajiri mwenyewe anasemaje. Madamu hapa, miezi mitatu mtu anakuelekeza anajipa miezi mitatu kwamba hapo sasa ndio utakuwa umeanza kusimama. Kama ni mtoto alikuwa anatambaa, basi ameanza kufanyaje kusimama. Sasa wewe badala uende, uende naye wewe ndio unakuwa sasa ni wakubishana au ni wakukiburi, ni ujeuri, ni kuona kama unaonewa, unanyanyaswa, mabosi wananyanyasa sana, wanagubu sana. Hapana, na ndio maana wengi, na ni wengi sana, nimetaja mtandao wa TikTok maksudi kwa sababu huko ndio wengi mnasema mimi nawakandamiza Wadada wengi wanasema huyu hajawahi kukaa upande wa dada. Jamani, haya nayosema hapa, yaani wanataka nikae upande wao kivipi? Niseme msifanye kazi? Hapana. Wengi mnaolalamika kule kwamba mi nawakandamiza au nakaa upande wa mabosi ni wadada ambao uwezo wao wa kazi ni wa chini, na mimi kazi yangu ni kuwasaidia ili muweze kupandisha viwango vyenu. Tunaelewana? Eh, kwa hiyo naomba feedback ya mwajiri hapa ya bosi wenu muichukue, kwamba bosi anapokuelekeza sio kwamba ana gubu, sio kwamba ana masharti mengi, ni kwamba we una kiwango kidogo cha utendaji. Kaa chini ufundishwe na sisi. Kumbuka mkifanya kazi chini ya huduma yetu, kwa wengine uko nje, sawa tunashida. Lakini wewe kama unafanya na Wadada Center jiwekee malengo ya kwamba huu mwaka mmoja naingia chuo. Kwa hiyo ukianza na bosi wako, jiwekee kwamba mimi niko shuleni kama niko shuleni, atanielekeza mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, nitakuwa nimemaster mimi. Mpaka nakuja kumaliza mkataba na bosi wangu, either yeye mwenyewe atataka niongeze mshahara au mimi nikirudi Wadada Center nitaongezwa kiwango cha mshahara. Kwani si mnataka hela? Si mnataka hela jamani? Kuna mtu amekuja hapa kwa sababu anampenda sana bosi mwajiri, anataka akakae kwake? Hapana, wote hapa mnataka hela na mnapenda kusikia hiyo mishahara mikubwa mikubwa, hiyo mnataka kukimbilia huko kwenye professional na smart sasa jengeni huo uwe uwezo, kaa kwenye traditional, jenga uwezo wa kuweza kwenda kwenye viwango vya smart na professional, kwa kuwasikiliza waajiri wenu wanachokitaka, kwa sababu mwisho wa siku unataka pesa. Pesa ziko kwa mwajiri wako, unazipataje? Kwa kumsikiliza na kufanya yale anayoyataka, period. Wala uhitaji yani, hakuna mtihani Hakuna kazi, ni kwenda tu kumsikiliza bosi anataka nini. Hiki eh, ngoja nifanye, hata kama anafanya kwa kiwango kidogo, nitajipambana niweze kupandisha kiwango. Simple, unapata hela. Na ukiweza kufanya hivyo mara kwa mara, akikuzoea na kwambia hawa wanaongeza hela. The reason mabosi hawa walipi vizuri, amwendi kuonyesha tija. Mtu anafanya kazi ya kukuelekeza yani, yeye mwenye anachoka kukuelekeza, huwezi kumwambia nilipe hela, niongeze mshahara. Kwa hiyo dada traditional, mnaelewa. Muongeze ubora lakini na upande wa mabosi waajiri hasa wale ambao wanataka traditional lakini ubora upate wa professional. Jamani, naomba tuelewane. Ukichukua dada wa level yako basi ridhika na ile level ambayo umechukua. Kama ni traditional ujue ni kazi kuelekeza, na utakapoelekeza ndio hivyo, ukutane na muelewa au asiyeelewa. Asiyeelewa aseme udagubu, akuseme maneno yote anayoyajua anaelewa wachache ndio hawa wanaokubali kubadilika. Leo hii mabosi wanawasifia haya. Mi nafikiri mwajiri ameongea vizuri sana kwenye hiyo level ya traditional na experience yake. Na sasa labda atuambie kwa upande wake aliowapata vipi, ni wale ambao wanasema bosi ana gubu au ni wale wanaofundishika? <laughs> <laughs> Nilianza na dada ya kwanza mwezi wa tatu kama sikosei, mwezi wa tatu mwaka huu. Ao uh, hatukuwa na changamoto sana lakini ni mtu ambaye ni sema alikuwepo yuko tayari kuelekezeka. Kwanza alikuwa na nizamu, msikivu na ukimwelekeza kitu anakuelekeza. Yaani ule dada ambaye naweza kusema ana tabia njema ni hata akikosea kitu wow, anaweza akakupigia simu hata hujaja kazini akakwambia, dada Samani, kuna nakumbuka instance moja ni kwamba alikosea siju ni wali. Tena nilikuwa kazini na wenzangu akanipigia simu dada Samani, wali umetoka vibaya nikamuuliza yani, mpaka nikashtuka, ilikuwa kwenye saa moja moja. Nikamwambia kwani auliki? Kwa hiyo yani angeniambia uliki azlik nibebe chakula nikiwa njiani ili niwaletee. Akaambia amna tu unalika, sema tu umezidi maji. Okay, nikamwambia sawa mpaka nilipokuwa pale kazini wenzangu akanisikia akasema yeye ya, dada yako mpaka anakupigia, yani anajia mikaba. Nikasema mara nyingi ndo waga yupo hivyo, kwa nini kufika nyumbani ni kwamba tu wali ulipokuwa umekuwa boko kidogo, sio kwamba hata hauliki kwa, mm. mm, kwa nikasema okay, afadhali ni mtu kidogo anajijua kwamba nikikosea hiki na ndo yuko hivyo, na kikosea kitu atakwambia na mtu ambaye hata. Wow. Ukikuta ukikuta kitu kim, hakipo sawa mm, ukimwambia ni mtu ambaye yuko tayari ku... Take responsibility, atakwambia ni samee, na mtamaliza hiyo shughuli hapo hapo wow. sio kwamba ni mtaenda tena mtabishana, sio amenuna sio amenini. Kwa kweli hiyo ni niseme, yani hata nishamsifiaga mara nyingi mbele ya, hapa nikijaga, kati ya na kuja kumchua mtu wa pili, hata nilipopigaga simu pindi kile wow nashukuru Mungu kwa kumpata yeye kwa kweli sana kweli. Yaani ni mtu ambaye ni traditional lakini ni dada ya kwanza ambaye nimekuwa kwa naye ndani ya mwezi wa kwanza kaniambia, dada naomba ratiba yangu ya kazi nyumbani nikuwa na ratiba ya zamani, lakini kwa ikabidi nikae tena kazi niandike ratiba ya wiki nzima kazi zake za kila siku mm -hmm. Kwa hiyo ni mtu ambaye kwa nataka ajijue, akilala akiamka leo na majukumu gani, nikilala nikiamka kesho na majukumu gani. Kwa hiyo she was very perfect kwenye kazi. Wakati namchukua kabisa nilikuwa nasema nilikuwa na of course nilikuwa na dada wawili mm -hmm. Ni lakini moja akopo sio wa hapa, mwingine alikuwa sehemu nyingine, yeye ndo akawa hapa. Kwa hiyo nilikuwa nimemchukua hapa kwa ajili ya kazi za usafi, mapishi na vingine. Kwa hiyo kukuwa kuna mtu wa mtoto mm -hmm. She was perfect kwa kweli kwenye upande wake. Hata nyumba ilikuwa safi na kupata comment. Siku moja mama yangu alikuja nyumbani akaniambia, nyumba yako imekuwa safi, wow. safi kabisa hata madirisha, yani paka madirisha yako panafuta yani very clean wow. Hata mwenyewe siku moja mna muda mrefu siendagi si jikoni jiko la nje, kuna siku nikaenda jikoni mwenyewe, yani mpaka mwenyewe nilimwambia nikamwambia yani jiko lilikuwa nimelikuta jiko safi, sije kulikuta hivyo <coughs> yeah, so. <coughs> yeah, ni ni ana compliment nyingi sana kwa kweli. Kusema kwa, hata siku nyingine nakumbuka kuna gari moja inapakiki nyumbani, hata si mpaka siku moja, ile gari ilikuwa chafu mara nyingi, anasema ah, ile gari chafu, nitalipeleka. Nitalipeleka. Siku moja akafua nikarudi nyumbani nikakuta kaliosha yaani bila hata kumwambia. Wow. Wenyewe vizuri tena mpaka nikamnambiaga nika nitakuletea zawadi kwa hiki uchokifanya, na nikamletaga zawadi kwa. Kwa hiyo ni vingi kusema kweli, ni vingi. Ni mtu ambaye anajiongeza na ni mtu ambaye sijui ni kwa sababu nilimwelekeza hivyo, kwa kitu chochote ambacho ana doubt <coughs> au anahisi kama nimemwelekeza hivi mm-hmm, na yeye ameona ana opinion nyingine tofauti, atakupigia simu akwambia, dada, mi kumenembea hivi na hivi, lakini nawaza ni hivi na hivi Yaani naona kuna hivi na hivi. Kwa hiyo nitamwambia sawa au kama sio sawa nitamwambia sio sawa, fanya hivi na hivi. Kwa ni mtu ambaye ana consult, anajijua kabisa, hapa nilielekezwa hivi, anakumbuka mbadhishi ndio natokea nifanye. Nikitaka kufanya kinyume lazima niulize kwanza. Wow. Kwa hiyo mnajikuta hata akifanya kitu tofauti tayari mna same expectation. Kwa hata zile kwaro sijui kugombana, sijui nini. Mimi sikumbuki kama nishaye kugombana naye. <laughs> Haya hai. Jamani mmesikia? Sikumbuki ingawa yeah. Bodi ingawa ni binadamu pia, kuna mali anakosea, lakini hata kikosea tunaelekezana vizuri, tuna kwa sababu mazuri cha yake ni mengi, si ndio? eh e, yaani kwa ukimsikiliza bosi dada anafanya mambo mengi ambayo yanamridhisha mm. Anamsurprise yani anafanya more than alichokuwa na expect anachokitarajia mm -hmm. Kaenda jiko la nje kakuta vitu visafi, yani kuna waka kusafi mm -hmm. Wakati wengine ndio mkienda kwenye nyumba za watu ndio sehemu se, se zinachakaa zinaharibika sehemu ulikuta safi wewe upiti. mm -hmm. eh? Tena mwingine alikuwa analipa mpaka laki tatu nakumbuka. Yule bosi analalamika, dada hajawahi kugusa mlango toka amefika, na ni dada wa laki tatu, tukamwondoa. Kwa hiyo huyu dada, mimi naona kwanza ni dada mwenye potential ya kupanda daraja, hata kama haendi kwenye smart, lakini ni dada ambaye tuna yaani, mkataba wake ukiisha, mna negotiate unamwambia bosi sasa, huyu muongeze japo kidogo, si ndio? Na bosi kwa namna anavyomuongelea, sidhani kama atakuwa tayari kumwachia mtu ambaye anamfanyia mambo yake mazuri. Kwa hiyo bado mi nasema uchawi, nyinyi mnataka hela, lakini uchawi wa kupata hizo hela ni kazi. Wafanyieni, yaani mkienda kule msiwe na mawazo ya mambo yenu ambayo yanahitaji hela, na hela, una mridhishe kwanza huyu ambaye ndio anakupa nini, pesa, ndio baadaye uanze kuwaza mikakati na mipango ya wewe lakini kwanza mwaze bosi wako. Sawa, jamani. Nimefurahi sana kwa hiyo feedback ya kutoka kwa traditional kwa sababu traditional walikuwa wanajiona kama vile hawawezi au tunawachukuliaje? No. Yaani tunawapa hilo daraja ili mkaonyeshe uwezo. Na huyu dada ambaye ni madamu wake ni huyu anayemwongelea, ameprove hicho kwamba tumempanga traditional lakini dada mwenye potential hata ya kuwa zaidi ya hapo. Wakikuongezea okay, kongezea. Ukiacha baada ni mwezi wa tisa eh? Mwezi wa tisa nikafanikiwa kuchukua tena dada mwingine hapa, kwa sababu yule alikuwa naye zamani alikuwa anamwangalia watoto aliondoka, kwa hiyo nikaona bora ni mswitch huyu ambaye nilikuwa nilimchukua hapa aangalie watoto alafu, hey. Nimchukue mwingine ambaye atakuja kufanya kazi alizokuwa anafanya huyu na huyu mwingine pia, hata kwenye watoto kusema kweli she's perfect. Eh. Hey. Yaani na, na mtoto ambaye na anakaa naye mtoto wangu mdogo maani nyingi waga na wamonito nawaangaliaga na angaliaga, lakini she is very perfect. Kwa kweli, utakuta mchana anamwogesha mtoto, anakula kwa wakati. Hata kukiwepo kuna kitu akipo, sawa, atakwambia yaani, sijui nisemeje. Hata kwenye kumwangalia mtoto mdogo pia yuko vizuri. Eh, yaani kwamba yaani, kwenye mtoto. Sasa mtoto bosi tu nikuulize unamlipa shilingi ngapi? Tutaongea <laughs> eh? Kwa kweli tuongee. Wako wako wao. Kwa mtoto? Yaani kama dada unaweza kumpa sifa hizo kwenye mtoto kwenye kazi. Lakini, nyingine, saa kwa kwa mtoto mba ni kwa kuelekezwa yani, so mm, mtoto anafuata vile ninavyomuelekeza yani. Tumeelewa kabisa yeah, kwamba ni dada ambaye ukimwelekeza jambo anajitahidi kulifanya ya, yes. Yeah, kwa sababu nimekaa naye tukiwa mwezi wa tatu toka mwezi mm, wa tatu, okay. Hata mwaka hujaisha ni nani? Zarina. Zarina, yu, yu, amekuja yani na Dada Zarina alikuja na mtoto madam, unavyomuona alikuja na chupa zake, naona pale na kikombe, ndio huyo hapo ana nilikuwa namwangalia muda mrefu sana. Hey, nikasema aise, huyu dada aliyepata, huyu dada amempata, nimemfuatilia hey. Kwanza alikuwa alikuwa pale hey, kabla jua alija nani hey. Nikawa namfuatilia nikasema, huyu dada kaja peke yake, afu yuko na mtoto mkubwa mkubwa mwingine, nikawa najiuliza kichwani, huyu bosi wake kamwacha au kaja na hichi kitoto kidogo peke yake? mm -hmm. Yaani mi mwenyewe nimemzingatia yeah. Akatoka pale akahamia aka hapo alivyohamia hapo nikaona chupa kama zote zimefika, yeah. Pale muda wa kumlisha mtoto kale kakubwa kadeto ka, ka, kakubwa kakaja na na mto na mm, nini kamekaa na dada pale hivi ee. Yaani nimependa, yaani nikataka kumwambia chichi ye mchukua hii video ideo ya yaani dada anaye anayejua kukaa na mtoto yaani yeye hey, attention yake yote ilikuwa kwa mtoto. Na basi kama mtoto kama ni huyo kiliya, dada umepata mtoto ajalia na amesikiliza vizuri ma, uh, mada ya leo dada umepata. Jamani, dada amekaa vizuri sana na mtoto. Wow, Zarina hongera sana, njoo huku mbele <laughs> aje na mtoto wake hivo hivo, njoo na mtoto wako, hongera mno Eh, kumbe sifa zote tunakupa huko hapa mimi hata si, sijui. Hongera sana, -sana. Ehe, eh, hebu tuambie unawezaje kufanya yote maana kuna dada wenzio nao wamepangiwa traditional lakini hawa atuletei sifa kama za kwako wewe, siri yako ni nini? Umewezaje? Wadada Center. Hebu angalia mbele bwana eh. <laughs> Ongea kama unavyochapaka kazi ah, usiweke mkono usoni jamani, kwani hapa kuna jamani kuna nani? Ehe. Wadada Center, nguzo ya familia, tupe siri ya mafanikio yako ili wadada wenzako nawe wakafanye kama unavyofanya. Wewe umewezaje? maana Kwa, kwa mtoto upo kwenye usafi, upo kupika, bosi nako anapika Eh, kasoro hiyo moja ulipiga, ulipiga boko kidogo <laughs> lakini ukapiga simu mapema eh, nimefurahi ukiharibu vitu mapema unatoa taarifa sio mambo ya surprise. Eh, eh. Tuambie siri ya mafanikio ni nini Zarina mm? Tena we, nimekumbuka ndio yule uliniambia mimi nataka kuja kuwa kama Zari si ndio wewe? Si ndio wewe? Nakumbuka kwenye content wewe. Uliniambia tena unajiita Zari eh? Uliniambia unataka kuja kuwa kama Zari? Ndiyo. E, meona, mkumbuka, eh, umeona nimemkumbuka eh? Nimemkumbuka. Nilicheka kweli na mimi nataka kuja kuwa kama Zari. Nikamwambia sasa, usiangalie watu wa mitandaoni huko, uende ukafanye vitu vya ajabu kwa bosi wako. Maana watu wa mitandaoni, mkiona wana maisha makubwa, mwisho utaiba uongo. Eh, uende na hali yako. Sawa jamani eh? Yaani ni yangu ni hiyo kwamba hakuna shida kutamani kuwa kama fulani lakini usije ukaingia tamaa. Ndio hilo lengo. Sawa eh? Haya, ehe. Eh. Niambie Zari <laughs> Zari ya, najua kuchapa kazi tu, yaani huwezi kuongea, hujui kujieleza, kujieleza? Jamani, haya, unafanyaje? Unakaa na mtoto mi takuoji kidogo kidogo hmm? Mtoto unahakikishaje hali? Kwa jinsi nilivyokaa naye hmm. Kwa mfano akitaka maji, na jua. Akitaka kufanya mm -hmm. haja kubwa na jua. Kwa hiyo ukishajua kama hapa anataka maji au hapa anataka kupuu, unafanyaje? Namtimizia vitu anavyohitaji. Unamtimizia ndio. Na akiwa na njaa najua, unajua anafanyaje? Kwa mfano akiwa na njaa, unajuaje hapa mtoto ana njaa? Anaanza kufikicha macho, anaanza kufikicha macho. <laughs> Jamani hadi raha eh? anajua anaanza kufikicha macho na akiwa na kiu anafanya nini? Anaachama. Anaachama. Ndiyo. Ndo, Ndiyo. Okay. ana achama. Ndio, ana kiu okay. Na akitaka kupuu anarusha miguu, okay, sawa. Na kwenye usafi maana ilikuwaje mpaka ukaenda kwenye jiko la nje kufanya usafi bila kuelekezwa? Kwa kawaida sisi kikabila chetu e, kikabila chenu ndio kipi hicho, Zari? Hebu tuanze hapo yeah. kwanza kikabila hicho ni cha wapi? Kinyeramba Singida eh? Ndiyo. Ehe, tuambie, Kinyeramba huko inakuwaje? hauruhusiwi kulala jiko likiwa chafu. Urusi kulala jiko likiwa chafu. Ndiyo. ehe. Kwa hiyo ndio maana wewe kule jiko la nje ukaanza kufanyia usafi na masufuria nasikia yamekuwa meupe kuliko ulivyoyakuta. Hiyo nayo ni ki, ni kikabila chako hiyo <laughs> eh? <laughs> ni ya kikabila chako au ni wewe mwenyewe umejiongeza baada ya kupata mafunzo hapa wadada senta? Ndio. eh? Ndio. Eh, vitu gani ulivyofundishwa hapa wadada center vimekusaidia kazini? Usafi, usafi. Kujitambu, kujitambua, kujitambua. Ehe, kwa hiyo ulivyopita hapa pia tumekusaidia kupata kwenda kufanya kazi vizuri. Ndiyo. Sawa kabisa. Haya, si tunakupongeza jamani, tumpigie makofi. Una miaka mingapi? Ishirini, ishirini? Umesoma mpaka darasa la ngapi? Form ngapi? Form 3. Kwani ukumaliza form 4 na elimu bure. Kwa nini kumaliza na elimu bure? Amna. Ha? makundi, makundi. <laughs> <laughs> Aya bwana, basi tuishie hapa, amekuwa mkweli kabisa makundi eh? Aya mdogo wangu, basi mi najua sasa hivi makundi hata kupotosha, sawa eh? Sasa hivi ufanye kazi zako vizuri, mtu asikudanganye ukatoka kwenye kazi za, za, kazi zako hizi zinazokupa hela, sawa Ndiyo. Ukiendelea na bidii yako, mkataba wako ukiisha, lazima tutaongeza mshahara sawa? E, bidi, weka bidii kabisa yani, weka bidii zaidi, huu mkataba ukiisha, madamu akija kusaini hapa, anaongeza si ndio madam? E, ndio hivyo. Haya jamani, tumpigie makofi Zarina.